Aa, siku zimekaribia mm. na eh, wanasema Dar es Salaam joto limeanza kupanda kuelekea eh, Machi nane. Ndio. Kwa namna ambavyo unavyotazama tazama hizi siku zinavyoenda kwenye mitandao ya kijamii mm. unaona inaenda kuwa ya aina gani? Ah, of course ukizungumzia dabi Kariakoo, kwa dabi unazungumzia mechi kubwa. Umeelewa? Unazungumzia mechi ambayo inateka hisia za mamilioni ya mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni mechi fulani hivi ambayo naitizama kama mechi kubwa yenye uzito, sio lakini kwa upande wangu, wa naona kuna, kuna vitu ambavyo uh, vya tofauti kidogo nimevinotice. Unaelewa? Nimevinotice. Unajua, miongoni mwa vitu ambavyo nimevinotice ni kwamba uh, dabi zote huwa zinakuwa zina matumizi mengi ya nguvu, yaani ule utafu mechi inakuwa ngumu, utaf kuanzia kwenye kugombania mipira. Unajua, unapokuwa unacheza cheza sana raf, e, namaanisha unapokuwa unacheza taf, kama ukiwa unacheza taf mara kwa mara, kuna possibility kubwa ukaanza kucheza raf. Sasa rafu zina vipimo. Kwa mfano, ukijaribu kufuatilia katika miaka minne hii, namaanisha dabi nne, sio miaka minne, sorry, dabi nne, e, utagundua kulikuwa kuna fouls takriban 103 zimechezwa, lakini katika hizi na moja zimechezwa na, na Yanga. Kwa hiyo tukija kwenye eneo hili, na nataka nitoe advice kidogo kwa mwamuzi anayehusika kwenye huu mchezo Usha... of course, of course, ni, ni kama ni ushauri kwa sababu e, tunaenda kushuhudia mchezo ambao narudia tena sababu, unajua unavotakiwa kuzungumza key point, unatakuwa uizungumze mara mbili mara tatu, ili yule anayepewa ujumbe umfikie tunakwenda kwenye dabi. Katika hii dabi, katika dabi nne zilizopita faul zimezalishwa mia na tatu. Katika hizi mia na tatu, faul sitini na moja zimefanywa na Yanga, sawa. Lakini katika hizi faul ambazo zimezalishwa na Yanga, hakuna faul au hakuna incidence ambayo imeenda kuzalisha penalty kwa upande wa Simba kwa mujibu wa tafsiri ya waamuzi, sio kama mnanielewa hapa. Kwa mujibu wa tafsiri ya waamuzi hakukuwa na incidence iliyosababisha penalty kwa upande wa Simba, lakini kwa Yanga zimetokea tatu. Kwa hiyo nampa huyu advice, anaenda kukutana na kibarua kigumu sana kwenye maisha yake, kwa sababu kuna msemo mmoja, afikiri hujaniuliza huaga nakutana na hili na swali sana sio kwangu mimi, kwa watu wengi wanaohujiwa kuelekea mechi ya Simba na Yanga, nani ni ni underdog nani ni favorite? Nafikiri kwani hivyo kwenye wa mchezo wenyewe, mimi wana binafsi huwa sio uh... of course mimi huwa binafsi leo, siku zote, siku zote, naulizwa yeah, hilo swali yeah, ilo naulizwa na sana, lakini siku zote mii nawekaga na, na hii mechi kama haina, haina mwenyewe yani 50-50, hakuna cha favorite wala underdog yeah, ila underdog kwa waamuzi au underdog kwa, ku, kwa, ku, kwa kutonufaika na maamuzi ya waamuzi ni Simba unanielewa? Yaani Simba waga ndo wanakutana na kashikashi nyingi sana ya vijembe vya waamuzi, incidents nyingi za fouls ambazo pengine zingeweza kuamua outcome ya mchezo zinakuwa hazipo upande wake kwao. Sasa namwambia huyu Arajiga anaenda kukutana na kipindi kigumu sana kwenye maisha yake, sawa? Yani unaenda kuichezesha timu ambayo ime, ime, ime, ime, ime kuwa yani seme imeshindwa kupata haki yake kwa mujibu wa sheria za mpira kwa, kwa, kwa kipindi kisichopungua dabi tatu. Sio mnaelewa? Alafu katika hizo dabi na wewe pia ulikuwa miongoni mwao. Kwa sababu remind you timu ambayo inafanya fauzi arobaini na mbili kwa timu ambayo imefanya fauzi sitini na moja hii yenye sitini na moja inakuwa ina penalty. Umenielewa nyingi. Na kama hujui ni kwamba katika mechi ambayo Yanga e, walifanya fauzi nyingi zaidi ilikuwa ni mchezo ambao wa msimu uliopita walishinda kwa mabao mawili kwa moja. Sio unanielewa? ya na mwamuzi alikuwa Arajiga mwenyewe. Ehe, ule mchezo Yanga walifanya fouls ishirini na saba kwa fouls kumi na sita za Simba, si unanielewa? Fouls ishirini na saba kwao, tafsiri haraka haraka, unaelewa kwamba idabi inaenda kwa ku, ku namna gani? Wale wachezaji ambao walikuwepo asilimia kubwa wapo. Kwa hiyo Simba Sports Club ategemee tough match kutoka kwa Yanga. Yes. Unaelewa? Kwa tafsiri ya haraka haraka. Narudia tena pale pale, huyu Arajiga anaenda kukutana na mechi ngumu zaidi kwenye maisha yake ya soka. Sasa namshauri umenelewa, mimi ushauri wangu ni very simple sawa. nimejaribu kureview baadhi ya matukio, matukio kuna incidents kadha wa kadha zimetokea ambazo zilistahili kuinufaisha pia Simba kama ambavyo Yanga ananufaika vile vile kuna fauzi ambazo alifanyiwa Kibu Dennis kwenye michezo kadha wa kadha, lakini mind you, fatilia sababu, mimi huwa napenda sana kutoa reference. Wachezaji gani huwa wanaongoza kwa kuumia kwenye dabi na kutolewa nje, wachezaji gani wanaumia? Si unaelewa? Sadio Kanute, Kibu Inonga, Kibu Dennis, ambao kuna mechi mpaka alicheza na bandage hivyo, anatoka midamu. Si unaelewa kuna wachezaji wengi sana huwa wanatoka kagoma mechi ile umeelewa? Yusuf kagoma katika mechi iliyopita, na eneo la midfield limekuwa likiumizwa sana. Sasa hii pia ni evidence ya pili ukiachana na zile takwimu za fouls ambazo zimekuwa zikichezwa, lakini eneo la wachezaji wanaumia kiasi kwamba hawezi kuendelea na mchezo mkubwa kama ule, pia ni tafsiri ya pili kuonyesha kwamba Yanga huwa wana aggressiveness kiasi gani wanapokuwa kwenye kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo hii ni mtihani unakuwa sio tena kwa wachezaji husika inakuwa ni kwa mwamuzi anayesimamia sheria. Mimi ushauri wangu wa mwisho ni kwamba awe fair. Asiibebe Simba, asiibebe Yanga. Kwenye penalty weka penalty, kwenye foul weka foul. Sehemu ambayo inastahili red card toa red card. Usiruhusu watu kucheza cheza m, m, m, m, m, m, kwenye kwenye mwili wa mtu. Sisi tunataka tu enjoy football. Tunataka tuone timu yenye vipaji, watu wapossess vipaji vyao. Yaani mtu kama ana kipaji, ana talent ya kuchezea mpira Asiwe limited kwa sababu ya kuogopa kufanyiwa kitu ambacho kinaweza kikahatarisha maisha yake. Na mara nyingi mimi nimekuwa nikisema lakini watu hawanielewi. Umeelewa? Ugumu wa hii mechi ndio unakuwa unaangukia una hapo. Sababu mimi mambo ya tactical nimeshazungumzia. Yanga wako bora wapi nishazungumzia. Simba wako bora wapi nishazungumzia. Wapi Simba wajichunge nimezungumzia. Wapi Yanga wajichunge kwa Simba pia nimezungumzia. Sasa sasa hivi nimehamia kwenye hii engo. Arajiga anatakiwa awe makini sana i mnelewa. Kwa sababu mara ya mwisho Simba anapata penalty dhidi ya Yanga ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini katika sare ya mabao mawili kwa mawili. Umenielewa? Magoli ya Simba yanafungwa na Kagere pamoja na Skanda, na mabao ya Yanga yanafungwa Mapinduzi pamoja natokaelfu mbili na ishirini, yani mpaka tunavozungumzahiielfu mbili na ishiri na tano imba apakatikati wamechezakumi na tano hakukuwa na kwa simba Unataka kudi... Sasa, ndio ndio ndio nataka nimpe ni, ni, ili swali mwamuzi Arajiga kesho, je yeah. Katika hizi dabi zote hakukuwa na incidence ambayo uh, Simba maybe alikuwa anastahili kupewa penalty na pena, Yanga naye anastahili kupewa penalty au ni Yanga anastahili Simba astahili akareview, umeelewa? Akareview, umenelewa? Akareview ajihakikishie kwa sababu Eh, ndo maana mimi nilisema kwamba Jafet Smart nadhani alikuwa perfect fit kwenye huu mchezo, lakini anyway, kwa sababu tumezoea Rajiga, Kayoko, Elisa C, kulikuwa kuna Mwandembwa sasa hivi hayupo, naona kapotea, that's fine au ni maamuzi sahihi, lakini wa review, mimi nataka nione mpira, nataka nione talents wa wachezaji wanavyodribble, wanavyofanya dazzling skills, wanavyonyumbuka, pasi zipigwe kwenye njia. Sasa ukishaona kuna mchezaji anakuja gura shingo, gura roho ule utamu uondo wa mechi unakuwa mdogo, yaani mi nataka mpira ufloo. Sasa ukishaona umepokea ume, mpira mara ya kwanza mtu kaja kakupiga guo amna red card ya, hakuna, yellow, hakuna nini, kaja kafanya tena kafanya tena laba, kaja kupoa yellow card labda kashafanya faul ya sita, inakuwa hiyo haistahili. Na katika hizi incidents zote ambazo Simba wachezaji wao wanavunjwa wanatoka wana nje hakukuwa na e, ile red card ya moja kwa moja hakukuwa, hakukuwa. Kwa hiyo, haya mambo mimi nazungumza kwa nia njema sawa eh? Kwa nia njema, kwa sababu unajua katika unaweza ukazungumza kitu katika positive perspective, lakini kwa sababu ni kitu ambacho kinateka hisia za mashabiki wawili tofauti, kuna mmoja atakuchukulia kama wewe upo kwenye negative perspective. Hiyo sio jukumu langu, mapokeo ni ya kwako, lakini mimi nimezungumza na mwamuzi wa mchezo, umeelewa? Nimezungumza na nani? Mwamuzi wa mchezo ajaribu kuwa fair kwenye penati, weka penalty, kwenye faul weka faul. Kuna kingine nimesahau katika hizi fouls ambazo zimefanywa umeelewa. Kuna fouls ambazo zinaenda kuaffect flow ya mchezo au impact ya matokeo ya mchezo husika. Kwa mfano mechi iliyopita Simba waliopoteza kwa bao moja sifuri, mpaka Kamara ana save mpira na kuingiza ndani wanajifunga. Ule mchezo uliamuliwa kwa sababu ya incidence ya faul ambayo ilifanyika karibu na lango la Simba. Sisemi kama sio faul lakini hakikisha unavyong'amua hiyo faulu ya nje, hakikisha iwe ni yenyewe, iwe sahihi, kwa sababu hiyo faulu inaweza ikaenda kuamua matokeo ya mchezo. Sasa kwa nini unataka kuharibu mchezo mzima ambao unawagusisha maelfu na mamilioni ya mashabiki kwa sababu ya utashi wako au kushindwa kwako kutafsiri sheria? Sasa hichi kitu mimi ndo nachokishauri. Umeelewa? huyu Arajiga atambue na aelewe ile mechi inaenda kukutanisha mioyo ya mashabiki lukuki wa pande mbili, ahakikishe anakuwa na nini. Unajua watu wanaweza kusema, kwa kwanini unaizungumzia sana Simba? Of course anastahili kwa sababu yeye ndo amekuwa muhanga zaidi, umeelewa, kuliko mwenzie, umeelewa. Yani yeye ndo amekuwa muhanga zaidi, kwamba yani matukio mengi yanakuwa hayapo upande wake, kwayo sasa kwa sababu hakuna mtu ambaye anasemea na wanaosemea wana kwa wengine wanashindwa wana kwa sababu ya kanuni. Watu ambao wapo wana uwezo wa kusema wanabidi waseme, si umeelewa? Ndani ya dabi kumi na tano mfululizo Simba hakuwa na incident ambayo inastahili kupata penalty, hakuwa na incident ambao inastahili red card kwa mpinzani, hakuna incident ambayo inastahili kupewa zile eh, eh, fouls ambazo zinaweza zika affect flow ya mchezo, si umeelewa? Kuna ile nyingine unakuta labda shambulizi linajengwa tupo kwenye counter attack mpira, tunajaribu kuangalia mpira unavyo una flow kwenye counter attacks, mwamuzi anapiga filimbi, labda kwa sababu kulikuwa kuna foul incidence, hatukatai kama ilikuwepo, lakini kama kuna advantage ya ku progress shambulizi unaacha flow ya mchezo iende, unapiga filimbi ya nini? Unapopiga piga filimbi mara kwa mara, unaharibu ile flow ya mchezo, yani mchezo unakuwa hauna ladha, kila mdebe pipi pipi, umeenda pale, mpira umevuka, ume, ume kwenye halfway line, pipi umeenda huku kushoto, bibi, bibi, bibi, bibi, bibi, sasa ah, tunakuwa tunaangalia mpira kama tunaangala vinanda kila muda pepe pepe, haifai. Tunakuwa mpira unatakuwa uflow. Kama unaona hapa, hii foul inaenda nikiitoa haiwezi kuwa advantage kwa hii timu kuliko nikiiacha, pengine linaweza likazalishwa shambulizi la hatari, unaiacha ina flow. Vitu vidogo vidogo kama hivi, nataka kuona mwamuzi experience, ndiye ambaye anapewa mchezo mkubwa kama ule, anavyoelewa, sio kufanya ku, vitu ambavyo havipo ndani ya uprofessional wake. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo mimi ni, nimeona ni, ni, ni, ni leo nivigusie. Nikushukuru sana. Ah, nashukuru ndugu yangu asante.